Mi nirudi tena katika kikosi na katika kikosi narudi tena kuuliza kuhusiana na majeruhi Moussa Camara, ukipa namba moja wa klabu ya Simba, yeye hali yake Moussa Camara? E, labda nielezee ni, ni kidogo what happened. Moussa Camara aliumia kwenye mchezo dhidi ya Gaborone United yeah. Aliumia goti la kulia akatolewa nje akaenda akapatiwa matibabu na akaonekana yuko, yuko fiti lakini madaktari wakashauri asitumike katika mchezo uliofuata wa Namungo kwa sababu ilikuwa too close. Kwa hiyo hakucheza mchezo wa Namungo, akacheza Tanzania One eh, Yakubu Suleiman. Baadaye akaitwa timu ya taifa, kwa kuwa tayari madaktari walishamassess na kuona kwamba eh, yuko, yuko, yuko vizuri. Akapewa ruhusa, akaenda kwenye kwenye timu ya taifa, akiwa national team eh, akawa bado anasikia maumivu na madaktari wa timu ya taifa gine wakarekomendi kwamba bwana huyu, hebu mchunguzeni zaidi na ikiwezekana, mfanyieni upasuaji kwa sababu bado anaonekana ana, ana maumivu. Kwa hiyo tukawaambia nyinyi, mleteni sisi, tutashughulika naye. Kwa hiyo yuko, yuko Tanzania hivi sasa na hii leo anakwenda kukutana na daktari wa timu ya Simba kwa ajili ya kwenda kumfanyia sasa, e, vipimo ili e, tuone tuna, tunakwenda kwenye operation ama ataendelea tu kutibiwa kawaida hivi ili aendelee na majukumu yake.